Yes, bwana mtazamaji wa Bongo 5 Network, kuna kitu kimoja nilikuwa nasema na sana kwenye interview zangu kwamba ukiona hii sura ujue kabisa ni udaku mwanzo mwisho, si kwepeshi hii. Ni 2025 ndo imeisha, na leo tukasema tukuletee top rewind ya mwaka 2025. Matukio ya kiudaku na uswahili ambao alifanya vizuri, na nikasema nikusogezee hili ili tuweze kupitia kwa pamoja, mimi na wewe, unafuatilia hapa, kuweza kufahamu nani alifanya vyema kwenye, kwenye upambe eh, matukio yale ya kustajabisha burudani hapa na pale, umbea eh. Mambo ni mengi sana, nchi ni kubwa na vitu vingi, lakini story ziko kumi, lakini nitaanza na stori ya mwisho kwenda story ya kwanza. Sasa hapa naanza na story namba kumi kuna mtu mmoja wanaweta mtoto mdogo Chefugu Lavu Mwakebeze Ayo. Huyu bwana labda ningekuelezea kwa ufupi, lakini nitakupitisha kwenye vitu vingi. Huyu mshikaji ni miongoni mwa masapota wakubwa sana kwenye mambo mbalimbali mbali ya kijamii, na kitu ambacho kiliwashangaza watu wengi 2025 ni the way alivyoamua kumsajili, yani kumvuta binti mdogo anaitwa Pipi Jojo. Kwa nini Pipi Jojo? Pipi Jojo ni jina ambalo yule binti aliamua kujipa kulingana na the way ambavyo anafanya matukio yake kule kwenye mitandao kama TikTok na vitu kama hivyo. So taarifa zikamfikia bwana mkubwa kwamba kuna mtu anaitwa Pipi Jojo. Sasa akafanya juu chini akakutana naye, lakini binti yule akaanza kufanyiwa e, uwekezaji mkubwa lakini pia tukaanza kuona baadhi ya maproducer wakubwa wakiwa wanahusishwa katika kuhakikisha wanamzingatia yule binti aweze kufanya vizuri akiwemo Mr. T Touch, producer mkali sana huyu ambaye alitoa hit song bora kabisa. So baada ya hapo project zikaanza kutoka. Chakacha ikatolewa ya Pipi Jojo. Ikaanza kufanya vizuri sana kwenye mtandao wa kijamii. So watu walianza kuona the way ambavyo Chakacha anafanya vizuri na Chief Go Love ana push lile jambo, anaelezea mara Pipi Jojo anaonekana kwenye nyumba za kina Chief Go Love kule eh bweni anafanya mambo hapa na pale, project hapa na pale. Watu wakaanza kuhusisha kwamba labda pengine Pipi Jojo na Chifu Gola ni wana mahusiano, yani ni wapenzi. So uh, kwa sababu muda mwingi Chifu Gola alikuwa anasikika akisema kwamba waganga wake wamemwambia kwamba asiwe anafanya e, mapenzi. So akatangaza kwamba kwa mwaka huu ameruhusiwa kufanya mapenzi na mwanamke yote. So ina maana kwamba baada ya kuwa na ukaribu na Pipijojo, ndo waganga wameruhusu afanyalia mapenzi, ili aweze kumtunuku. Mimi na wewe hatujui. Hiyo ni story namba kumi. Story ni namba tisa ni kuhusiana na namna ambavyo mitandao ya kijamii ilivyoweza kuibua watu wapya na wakafanya vizuri na wanafanya vizuri mpaka sasa e, kwa sababu katika tukio ambalo lilifanyika pale viwanja vya Tanganyika Packers, ilikuwa ni siku ambayo wasanii walikutana kwa ajili ya kusherekea jambo kubwa sana, lilikuwa linaitwa Samia Serengeti Festival. Moja ya tamasha ambalo liliibua vitu vingi sana. Saso dogo alikuwa ni mtu ambaye anaposti projekti zake kwenye mtandao wa kijamii, lakini Zuchu alibarikiwa sana na Dogo Pateni. So kwa sababu kwenye ile tamasha Zuchu naye alikuwa anatakiwa perform. Wakati ana perform, alipoimba nyimbo kadhaa akampandisha na Dogo Pateni akambariki mbele ya mashabiki. So hapo ndio chanzo cha Dogo Pateni kufahamika. Mambo kama hayo lakini pia mtu mwingine ambaye mitandao ilimuibua ni Dogo Rema. Doto Magari, Doto Keto, mtoto wa mama Kizimkazi A, Dogorema kwa historia ambayo mimi naifahamu, Dogorema alikuwa ni muuza karanga na alikuwa anatengeneza karanga zake, anazungusha mtaani anauza na vitu kama hivyo. So alivyokuwa anaona Doto Magari na posti posti vile vichekesho vyake na nani, akawa anajaribu kumdm na vitu kama hivyo. Alishafunguka sana kwenye interview za hapa na pale, ambazo alifanywa na media kadhaa, akawa anaeleza zile ambavyo alikuwa anatamani kuwa karibu na Doto Magari. So siku moja ameenda pale ambapo Doto Magari anakaa kwenye zile ofisi pale Kinondoni, ofisi ambazo zinakuwa zinadili na masuala ya kuuza magari na vitu kama pale kwa Isa Tambu pale ndipo Dogorema akaanza kufahamiana na Doto Magari, so wakaanza kufahamiana kuanza kupablishiwa kwenye mitandao ya kijamii kufanya vizuri, ndo hapo Dogorema alipoanza kuwa mkubwa, project zikaanza. Eh, hey, Isa mshamba umemtesa huyu, umemweka sana juani, uko namlisha pilipili na huyu unajua pilipili hadi anatengeneza sauti. Isa mtu mbaya sana hapa. Ah, hapa Mungu kamwangalia kampokea. So hiyo, tunaona kabisa kwamba kwa mwaka 2025 mitandao imeibua watu wengi sana chipukizi ambao wanafanya vizuri, lakini jambo lingine nilikuwa nataka nikukumbushe ni kuhusiana ni na ujio wa King'amuzi pamoja na Mama Amina ajija moja kwa nangu na moja ajija, hao wote hao ni zao la mitandao, yaani ni matunda mazuri ya mitandao, watu wanavyotumia mitandao kwenye kuangalia na kufanya mawili matatu imepelekea kuibua watu wapya ikiwemo hawa kina Kingamuzi, kina Mama Amina, kina Dogorema na wengine kadha wa kadha. Hiyo ni story namba tisa. Tunakwenda namba nane. Kama unafuatilia Zuchu na Nandi walifululiza sana kufanya vibaokata, na watu wengi wakawa wanapenda vile vitu tunaona mastaa wanavyoalikwa wanavyohusishwa matukio yanaibuka, eh, yaani uswahili fulani hivi uswazi mwingi na vitu kama hivyo, lakini hapo hapo kwenye kibao kata, pakazaliwa kitu kingine tena kipya cha kupiga msamba, ambapo hapo ndipo Mama Shea ndio alipoibukia hapo. Sio kwamba Mama Shea alikuwa pigi misamba, lakini watu walikuwa wamfahamu, lakini kutokana na lile tukio la kupiga misamba eh, kwa kina kitasa pale, ndio Mama Shea akaibukia pale, watu wakaanza kumfahamu eh, interviews kaanza kufanyika eh, na sisi Bongo Five pia ni miongoni wa watu ambao tulipata bahati ya kwenda mpaka Mbagala kwenda kumtembelea Mama Shea eh, kuzungumza naye kwa kina, anaishi vipi, anafanya vipi na mambo kama hayo, so, mambo alikuwa ni mengi sana. Hiyo ni namna ambavyo naweza kuonyesha kwamba kibao kata au vibaokata vimeleta fursa ingine kubwa kwa akina dada zetu na watu mbalimbali ambao wanapenda vitu hivyo, lakini source ni Zuchu na Nandi ndio walivikuza vibaokata e, walivyokuwa wanaandaa yale matukio wanavyoalika mastaa wanavualika watu maarufu na vitu kama hivyo, ilikuwa inapelekea watu nao kutamani kuandaa e, vitu vya masuala ya vibaokata. Moja ya kitu ambacho nilitaka kukupitisha kwa mbona nafuatilia hapa ni kuhusiana na ugomvi mkubwa uliokuwa unaendelea kwenye mtandao wa kijamii baina ya mtangazaji wa e, Zamaradi Salehe pamoja na bosi wake Zamaradi. Mimi navyomjua Salehe alishawahi kufanya kazi sehemu mbalimbali. Yaani, Salehe yeye alikuwa anasema kwamba takriban miezi minne hajalipo mshahara na Zamaradi na watu wakiingia ndipo wakaanza kufuatilia, ikaonekana kwamba Zamaradi kamlipa mshahara Salehe, lakini kitu ambacho kilienda varo sana ni yule ambaye ni producer wa kipindi cha Kombolela, shikaji wake sana na Salehe. Ikafikia steji wakati ana bloku interviews, zikawa ni nyingi, kuanzia leo haitaruhusiwa, haitaruhusiwa mtu yoyote kurecord interview na Salehe Classic ni moja tukio ambalo lilileta maswali mengi sana kwenye mtandao kijamii, kwa sababu watu walikuwa wakiattack kwamba inawezekana vipi, mbona kuna mfanyakazi alikuwa anampiga picha hapa kwenye kampuni, mbona sasa hivi apigi tena, na akapeleka taarifa kwa mpao kina Mange Kimambi. So mambo akawa ni mengi sana, so watu wakaanza kujiuliza kwamba inasababishwa na nini, mambo ya hapa na pale. So mambo akawa ni mengi sana na comment zikawa ni nyingi. Ni moja ya tukio ambalo e, lilitrend sana mwaka 2025. Okay, tunakwenda story namba saba. Moja ya vitu ambavyo vilifanya vizuri sana kwenye mwaka 2025 ni harusi ya Jux pamoja na Priscilla. Kwenye ile harusi maneno aliibuka mengi sana e, mara kwamba o, sijui Jux anabebwa mara siu, familia kina Priscilla ni familia kishua sana, Jux ataweza vipi pale kumuhudumia, o mara sheria ya Priscilla liofanyika kule Nigeria ilikuwa ni kali kuliko, yaani maneno mengi sana so tukaona jopo la watu wengi wa kimataifa wakiwemo wa Nigeria wakiwa ndani ya sherehe wakiwa wanacheza na kuimba kweli kweli. Lakini mdogo wa Priscilla naye alionekana mwenye furaha sana, kwa sababu kabla ya kwenda kwenye sherehe alionekana akipita mtaani huku akiwa anajirekodi, mara anakula chipsi mayai, mara si yuko na kina huyu dada yetu anaimba huyu, eh, Sarafina eh, au Fina eh, mara mambo mengi. So baada ya hapo tukaona na mahusiano mengine yakaibuka tena baina ya Fina pamoja na mdogo wa Priscilla, so ni tukio ambalo lilikuwa lina mambo mengi sana, liibua vitu vingi sana na ni tukio la like kihistoria sana. Harusi ya Juksi pamoja na Priscilla. Mbosso kani mshedede alikuwa kama anakao binafsi fulani hivi, yani alikuwa sio mtu wa kugawa fursa lakini nikashangaa tu katoa nyimbo bonge la dada, mtu anacheza dada, akaondoka mjini, mara tunamuona anaweza kupata mashow, mara anazunguka na nini, challenge zikawa ni nyingi sana kwenye young days zile. Tunaona the way ambavyo Mbosso anatamba na bonge la dada ikawa jambo kubwa sana, bonge la dada, bonge la dada. So wadada wengi ambao walikuwa wanajichukulia poa, labda vibonge bonge hivi, ikawa ni kama fursa kupitia bonge la dada na mambo kama hayo. Yes, okay, tunakwenda story namba tano. Moja ya kitu ambacho hakitosaulika na kiliibua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii ni mabishano makali baina ya bilevyoba jamani ni fundi majumba na saidi, saidi. Sijajua ilikuwa inasababishwa nini, kwa sababu kwenye yale mabishano makali kwenye mitandao ya kijamii baina ya Baba Levo mheshimiwa na Saidi, Saidi. Eh, yeah? Koi mzungu sijajua shida ni nini, kwa sababu mimi ninavyojua kwamba Baba Levo alikuwa na ukaribu sana na Asma, wakaja wakavurugana, wakawa tena sio kwamba wako pamoja na vitu kama, kila mmoja akawa anafuata vitu vyake, huyu akala 50 huyu akala 50 mm? Sasa sijajua yale mabishano yalikuwa yanasababishwa na nini? Seven Media sio ya Baba Levo peke yake, ni ya yeye na Clay, kupitia hiyo hiyo Seven Media na Seven Comedy ambao ni ya Baba Levo na Clay. Sitaki kusema ya Baba Levo peke yake. Ya Baba Levo ya na Clay, watafute sehemu sasa wakuze. Kwa nini anatumia wachekeshaji ambao wametengenezwa na watu ambao wanasema wanaua comedy? Kama mtu anaua comedy wanatumia wachekeshaji waliotengeneza yeye. Wewe ambaye unataka kuipa kuipa comedy thamani Tengeneza jukwaa lako, noa hao vijana ambao unaona ni katika njia sahihi ya wewe kuikuza comedy, then tuone wewe thamani uloileta kwenye comedy. Leo tukiongelea mchango wa Baba Levo kwenye hii tasnia ya comedy, hakuna miezi sasa, ndo mambo ya hapa na pale, tukaona naye Baba Levo pia ametangaza nia kwamba anataka agombee ubunge, lakini tukaona wasanii wale wale ambao walikuwa wanabishana naye kwenye mitandao ya kijamii na kutupiana maneno makali wanamsapoti ni moja ya kitu ambacho hakitajakaa kisaulike. Tukio kubwa sana, mabishano yaliokuwa yanaendelea baina ya Baba Levo na wachekeshaji akiwemo Eko Mzungu na Saidi, Saidi. Ehe, mambo ndo kama bwana. Ndugu mtazamaji, kama unafuatilia hapa na kupitisha kwenye matukio ya motomoto, ambayo alifanya vizuri na alimeki vichwa vya habari sana kwa kiwango kikubwa, uh, ni binti ambaye amefanya vizuri sana kwenye mambo mengi sana, lakini anaonekana kwamba ni binti mwenye kujituma. Moja ya kitu ambacho kiliibuka kwenye mitandao na watu wakawa wanajiuliza maswali mengi, ile nyumba aliyojenga ambao anaishi sasa hivi, kajenga jenga aje, eh? Kaifanyaje fanyaje mpaka ameweza kupata nyumba kama ile? Lakini mjadala ukaendelea kuibuka kwenye mitandao, watu wanatoa komenti zao. Tukunataka posti gari range, moto ukawa mkubwa. Huyu kajenga nyumba amenunua tena na renji dada. Watu wakaanza kuuliza bana, mimi nimepata fanya mambo yangu hapa na pale, nafanya shughuli zangu, nimeenda msikitini, nimepata mwanaume kule, alinikuta nimevaa vizuri tu Kiislamu, nimejisitiri, e, tukapendana, ndio huyo amenizawadia renji. Watu wakaanza kuibua maswali tena, mjadala ukaibuka mkubwa sana baina ya mashabiki kwamba ah, kwenda, pengine unajiuza wewe na mambo kama hayo so majadiliano yalikuwa ni mengi sana na hayo yote yanasababishwa na mafanikio ya haraka ambayo na Nadols ameonekana akiwa nayo, mrembo mm, huyu ambaye anafanya vizuri. Hiyo ni story namba tano ambayo kwa wewe ambao unafuatilia hapa, lazima ufikirie mara mbili mbili, kwamba inawezekana vipi mtu akajenga nyumba nzuri akajenga na gari lakini watu wasiamini, labda pengine ni juhudi zake binafsi. Ni kuhusiana eh, na Zuchu pamoja na Juma Lokole kugombana. Kama unavyojua, uh, Juma Lokole ni mtangazaji wa siku nyingi, lakini pia amesha kujihusisha na mambo mengi, ikiwemo kucheza kwenye bendi za bendiz hapa na pale. Nakumbuka nilikuwa namsikiliza nyoshi ile Sadati, alikuwa ananiambia kwamba, uh, Juma Lokole, ilo neno Lokole, yeye ndo alimpa ilo jina kulingana na mbwembwe zake zile anavyofanya kwenye kucheza, mbwembwe e, za Juma Lokole ile. Sasa mimi nakwenda kwenye point kwamba Zuchu pamoja na Juma Lokole, sijajua nini kilitokea, lakini ilionekana kama Lokole anamkandia Zuchu kwenye vipindi vya Wasafi. Kipindi kile, kipindi cha Mashamsham kile, Lokole anaonekana kwamba anamkandia sana Zuchu, na unajua kabisa kwamba Zuchu na Diamond eh, wale ni watu wa karibu, huwezi kuongea chochote Diamond ni bosi, Zuchu ni bosi, unamkandiaje mke wa bosi? mm. Ikapelekea steji mpaka uh, Lokole akasimamishwa kazi. Uh, Ichara kanipigia simu, natakiwa kuja kurudi kazini na nije kusaini barua yangu basi. Ugomvi sababu ni nini? Kaonekana kwamba Lokole ana tabia ya kumkandia Zuchu kwenye vipindi vya redio mm. Kumsema mke wa bosi, amuonei ruma atakuwa anampamba Zuchu lababana mashallah, lakini ikaonekana mambo ni tofauti. k Okay, tupo story namba tatu mm. Sauti ya kitaa naitwa Abra. Uh, moja ya jambo ambalo lilitrendi mwaka 25 ni harusi ambayo ilifanyika kwenye jumba la kifalme jumba kubwa sana kule Salasala na hii ilimhusisha <laughs> kijana machachari kabisa Suti Bega bwana, we najua Suti Bega amehusishwa na mambo mengi sana ya tofauti. So, Sutibege, bana mwaka 2025 naye pia amepata jiko lake, na yule mwanadada ni raia wa Ufaransa, ni Mfaransa ya. Na sisi kama Bongo Five tulifika pale tukajaribu kufanya naye mazungumzo, tukasalimiana naye Kifaransa pale tukazungumza zungumza mambo ya ji mapele na mambo mengine. So watu waliweza kushiriki pale, walikuwa ni watu wengi akiwemo official Mwijaku ambaye Mwijaku huyo huyo anaonekana ni mtu wa karibu sana na Suti bega waka wako pale wachekeshaji mbalimbali watu maarufu e, na hili jumba ni jumba la Kingi pale Salasala. watu wakaanza kuuliza, he, kwani na maana Suti bega hana familia? au kwa nini ameenda kufanya jambo pale? basi tukasema tumtafute basi mwenye mji ambaye ni Kingi tuweze kuzungumza naye. Kingi akasema bana yeye kule Ufaransa anafahamiana na ndugu upande wa mwanamke kwa hiyo ndugu upande wa mwanamke walimwomba kwamba lile jambo lifanyikie pale kwa King D, kwa sababu waliashumu kwamba King D ni mtu wa karibu wa ile familia, kwamba itakuwa ni salama sana pale. Aa, simba na masimba Dangote Diamond Platinum, watu wengi wanamsema sana kwamba aa, bana huyu naye mbona amekuwa ni mtu wa kuoa na kuacha kuzaa na huyu kuzaa na yule shida nini, hmm? Watu wakawa na disi sana, na baada ya kudisi sana, neema za Mwenyezi Mungu, Zuchu naye pia akaingia kwenye mfumo, wakawa wako pamoja, wanazungumza, wanafanya hapa na pale, mambo ya wa kikazi, wakawa ni wapenzi. Lakini sasa tunaza kujiuliza wana wana lini lakini so far mwaka 25 msanii mkubwa Diamond Platnumz amefunga ndoa na Zuchu Bi Zuhura msikitini. Shehe akawasainisha kabisa kile cheti cha Kiislamu kwamba bana wewe sasa hivi e, Zuchu ni mkeo na wewe Zuchu, Diamond ni mumeo. So comment zikawa ni nyingi sana sasa. Wamefanya sherehe mm, ya namna gani kwa sababu kwa ukubwa wa Diamond Platinumz tulitarajia sasa baada ya ile ndoa kufanyika pale msikitini e baraka labda zingepelekwa ukumbini kwa ukubwa kwa, kwa sababu Baba Levo alishakutangaza akasema harusi ya Diamond na Zuchu itakuwa ni kubwa kwa sababu zitachinjwa ngamia zisizopungua ishirini e, Baba Levo alieleza hiyo na mimi nilimsikia kwa masikio yangu kwenye moja ya press kwamba bana Zuchu na Diamond siku wanafanya sherehe, sherehe itafanyika kwenye mikoa kadhaa lakini itakuwa ni non stop fiesta buffet kwamba ngamia zaidi ya 20 watachinjwa, lakini mpaka sasa hivi tujaona hiyo sherehe ikifanyika e, ya hizo ngamia 20. Sasa sijajua itafanyika e, mwaka huu 2026 au ndo yale yale kwamba mtu anazungumza kuchangamsha genge. Okay, tunakwenda na story namba moja. Funga mwaka funga kila kitu ni stori na, na... Bugatti Haji Manara. Manara bwana ni baba yetu, lakini moja ya kitu ambacho nilikuwa nataka nikurudishe nyuma ni the way ambavyo Manara alivyofunga harusi ndoa na mambo kadha wa kadha, na zeilisa, lile jambo lilifanyika Superdome kwa ukubwa sana, mpaka kina Diamond ndio aliweza kuenda pale lakini pia tulisikia baadhi ya watu wengi wakiwa wanazungumza maneno ambayo kwamba sio mazuri bana, wale hawezi kukaa muda mrefu kwenye mahusiano wataachana, eh, wengine mpaka wakawa wanaweka bondi, wanaweka na miezi wataachana wata nini eh? Jambo likaenda kuwa vario sana na kitu ambacho nikasema nikukumbushe tena kwamba wanafuatilia hapa ni the way ambavyo Manara alimwashia moto Maimatha, moto wa kutosha kwamba akae mbali na familia yake. Kwa upande wa, wa, wa, wa ndugu wa Manara wanasema Zahilisa hajui kupika, mpaka akasema atampeleka kwenye vyombo na mamlaka husika, na nakumbuka kwenye moja ya presi Manara alisema kabisa kwamba ameshafanya utaratibu, kesi inaunguruma, na hiyo fidia hiyo fine ambayo inatakuwa ilipwe atakwenda kuitoa kwenye vituo vya watoto yatima, yaani ambayo faini sasa ndo maimatha kwa sababu amemzungumzia na kuingilia maisha yake, kwa sababu ile mabishano yalikuwa ni makali sana. Na akitoa hii pesa 50%, 50%, nitaipeleka yangu mimi, siyo ya zai akezai naye na mgao wako, yangu mimi 50% itarudi kwenu wanahabari, katika mafunzo ya kiweledi na taaluma yenu. Taasisi gani tutaipeleka, lakini nataka nikusudie ije kwenu, ili tusiwe na aina hii ya waandishi wanaoendelea kuongezeka nchi yetu. Lakini mwisho wa siku, bwana ya Mungu meki wakaja wakaachana chana, chana kwa upe, kinachozungumzwa ni kweli, hawa watu wameachana. Na ninavyojua mimi Zailisa tayari, usiku wa kuamkia leo, ameamka akiwa ameshikilia mkononi talaka zake tatu. Kwa mwisho wa siku, dada Memasa watu wakapata ushindi kwamba alichokuwa nakizungumza na kupewa maonyo yote yale na kutishiwa kwamba atapelekwa mamlaka husika na kulipa faini, mpaka leo ile faini haijalipwa na Zailisa na Manara wameachana. Yes, hizo ndo story kumi bora za Kiswahili zilizofanya vizuri kabisa mwaka 2025. Mimi naitwa Abdul. 2025. Mambo ni moto. Elekwa nasi kwa update.